Jambo jambo, wana na binti za Mungu, ni matumaini yangu kwamba nyote ni wazima wa afya na tumepata fursa tena kufika muda na wakati wa saa kama na huu banduku chane nina itu limunda toto chane nina itu tuliunda to sungulani nina itu tuliunda to tangolo Kuna jambo ambalo nataka tuliangalie. Nataka tuliseme tu, tu, tu kwanza, tusemezane eh, tuulizane, tuongee, tuweke tu, tu, tu wazi kwanza ya mambo. Kuna jambo ambalo nataka kushauri ndugu zangu, wapendwa, ninyi mnaojiita mmeokoka, ninyi ninyi wa Kristo, ninyi ninyi watu wa wokovu, ninyi eh, ninyi si mmeokoka ninyi Haya mambo mnayoyafanya kweli, yako sawa? Haya mambo mnayoyafanya yako sawa? Haya, ngoja tusome kitabu cha Isaya. Kwenye kitabu cha Isaya sura ya thelathini na tisa nitasoma mistari miwili ya tatu na ya nne. Biblia inasema hivi: ndipo nabii Isaya akaenda kwa mfalme Ezekia na kumuuliza watu wao walisema nini na wametoka wapi? Hezekia akamjibu, wametoka nchi ya mbali, walikuja kwangu kutoka Babeli. Nne, nabii akauliza waliona nini katika jumba lako la kifalme? Ezekia akajibu, waliona kila kitu katika jumba langu, hakuna kitu katika hazina yangu ambacho Siku onesha. Bwana asifiwe sana. Sasa ninyi Wakristo, watu wanaona nini katika harusi zenu? Watu wanaona nini katika birthday zenu? Watu wanaona nini katika maisha yenu? Mbona mmekuwa na ukristo wa mahali, ukristo wa maeneo, ukristo wa sehemu tu Mkristo anaga ukristo wa sehemu yani, nikiwa kanisani ndo nakuwa mkristo. Unajinyenyekeza tititi kwenye chumba cha maombi ochwe tata. Ikifika ile, sijui mnaita nini, shawashawa zenu majimaji yenu kunawa mashawa zenu kule sijui kama bride shawa ya nani, sijui kama ndo bebi shawa ya nani, mnacheza lomamba huko mpaka unajishangaa yani, nyimbo zinapigwa za sadi baba, hapo hakuna cha kwaya. Ndo unauliza watu wanaona nini, yani ndo mnataka kuonyesha upagani uliomo ndani ya mioyo yenu. Mnapiga mauno mpaka hivi, watu wanaona nini? Nyie mkiwa nje ya kanisa, watu wanaonaga nini? Watu mnawaonyesha watu nini? Mnacheza, mnanyonga viuno kama kumbikumbi kumbi. mkiwa kwenye harusi zenu mnasahau kama kuna kuaga, nyimbo za kwaya mnapiga, sijui nyimbo za damu ndi uko mnapiga, sijui nyimbo za zongaluketo, ninyi watu wanaona nini? Mbona mna ukristo wa maeneo tu hmm? kuna madada wengine madada ikifika sasa mkiwa TikTok zenu na masimu zenu mm. Mm. Mm. Mm, watu wanaona nini? Mnaonyesha watu ni? Mbona ukristo wenu ni wa mahali tu, mnavyojinyenyekezaga kwenye ibada ninyi vijana ninyi ninyi, wakina mama? Wamama wa makanisa e! benu watu tunajinyenyekeza, utafikiria Yesu akija basi watu wote anawakuta kondoo kumbe na mijitu mimbuzi imo e! hey, jameni! Na ukitaka uelewe, sasa nenda katika sherehe zao nje ya kanisa, za Wakristo nje ya kanisa, watu wanaona nini? Akiwa nyumbani kwao kwenye steti yao ni Mkristo, akiwa steti nyingine kwa watu wa mbali, wanaona kila kitu na madudu yote ya ndani Yaani, anafunua kila kitu, anafunua Ukristo wa Wakristo waleo ni wa maeneo. Yaani anaangalia kwa hawa watu wanaonijua, kwa hizi anaangalia nitafanya status yangu huyu, hii status fulani na fulani ndo ninaweka waone, lakini fulani na fulani na wa mute wasione. Kwa nini? Watu wanaona nini? Yaani Ukristo wako ni wa maeneo, unalenga maeneo fulani kwa watu fulani wakuone umeokoka, kwa watu wengine usikojulikana kule, watu unawaonyesha kila kitu unacheza mziki wowote unaojisikia, unapiga mziki wowote unaojisikia, ukiwa birthday yako na posti picha yoyote unaojisikia. Jameni, huu ni ukristo huu au ndo upagani wenyewe? Kwa nini una ukristo wa maeneo? Biblia inazungumzaje kuhusu hayo mambo? Neno linakuambiaje ku, lina kuhusu hayo mambo, ndugu hmm, yangu mpendo, watu wanaona nini? Ukristo wa maeneo. Neno li wazi, neno li wazi kwamba wewe na mimi tu barua iliyoandikwa, na hiyo barua lazima isomwe kwa watu wote. Hiyo barua, yani mimi na wewe tuko barua, tusomwe vema na watu wote. Sasa wewe unasomekaje? Nje ya steti yenu wanakuona nini? Nje ya kanisa yenu unasomekaje? Nje ya maeneo yenu wanaona nini? Kwa watu usiofahamika kwao wanaona nini? Kwenye status zako waonyesha nini? Kwenye Instagramu yako waposti nini? Hey, Hey, hey, hey, toa, wa miomo miomo, maadili ya Ukristo haipo tena. Yani ni Wakristo. Kazini kwako kwa watu wanaona nini? Mkristo sio kila kitu. Unasikia wakiwa kazini pale, kwenye wamesema meneja amefanya, umesha kuwa nao, unaanza umbea. Wakisema hivi wanaona nini? Jameni, jameni, wewe ni barua kazini wajue kwamba umeokoka, manyumbani wajue kwamba umeokoka, kwenye sherehe wajue kwamba umeokoka. Onyesha uokovu, watu waone wewe ni mkristo kila mahali. Ukristo wako si wa maeneo. Ukiwa kanisani, wewe mkristo; ukiwa nyumbani, wewe mkristo. Ukiwa nje ya, ya, ya steti yenu, wewe si mkristo ukiwa nje ya vilaje yenu wewe si Mkristo. Ukiwa nje ya kitongoji chenu, ya kijiji chenu wewe si Mkristo. Unacheza unavyojisikia, una, yani unaweza una ukanywa hata na pombe, unaweza ukafanya hata uzinzi, unaweza ukafanya vyote unavyovijua, ili mradi tu ulionao hawakufahamu watu. Wanaona nini? Watu nini? Watu unawaonyesha nini? wanasomaje Hmm? Watu wanasomaji? Ikifika kwenye mikutano ya maombi ndo unajifanya mnyenyekevu, unakaa na luka nzolako lweupe, unakaa na kakitambaa kako, unakaa sijui na na kamti kako kangoma na kapendo kako Yani huyu mtu mlokole kabisa, unavyogharamika wewe na kutafuta namna ya kwenda kwenye mikutano lakini, ikiwa hinje ya huduma hiyo, ukiwa hinje ya, ya, ya sehemu hiyo, ukiwa hinje ya nafasi hiyo, watu wanaona nini? Watu wanasoma nini kwenye bridal shower zenu, kwenye sijui birthday zenu Paris kwenye sijui sikukuu ya kina mama. Yani we kila kasherehe hupo, nakasherehe kanini hupo, nakasherehe kanini hupo. Hauchagui tena sherehe ya kwenda, hauchagui ni mziki wa kucheza kwenye hiyo sherehe, hauchagui ni sherehe, hauchagui ni nini cha kuongea kwenye sherehe, hauchagui ni kinywaji cha kunywa kwenye sherehe, hauchagui watu wanaona nini? <tip> <tip> <tip> <tip> <tip> ni aibu Jamani. Watu wanaona nini? Watu wanakusomaje? Ukiwa peke yako bafuni unafanya nini? Ukiwa peke yako kwenye gari unafanya nini? Watu wanaona nini? Waonyesha nini? Unafanyaje? Ukristo wako wa maeneo utakusaidia nini? Unakupeleka wapi? Unakusaidia nini mpeni? Watu wanaona nini? Sasa unaponificha mimi, kwa sababu maadamu tunafahamiana, unanificha mimi, unaenda kwa yuyu au yule au hule kule, ambayo unajua amfahamiani naye amjawahi kuonana, unafanya vitu vyako, kwani nadhani yule akikuona na asipojua wewe umeokoka, au ajue umeokoka, mimi nijue wewe umeokoka kabisa, na maeneo mengine unavua wokovu unaachana na uokovu. Sasa unadhani mimi na yule au sisi tunakuhukumu wewe? Au nadhani nikisema wewe ni mzambi ndo nimekuhukumu? au ukiniambia wewe kaka, wewe ni mzambi, umenihukumu? Haujanihukumu wala hakuna hukumu yoyote itashuka juu yangu kwa sababu umesema, au kwa sababu nimekuambia. Lakini jua kuna siku ya hukumu, na atakaye hukumu ni yule ambaye hawezi ukamficha wewe ni yule ambaye mimi siwezi nikamficha. Kwa hiyo watu wanaona nini? Waonyesha nini? Wasomekaje? Wewe na mimi tu barua. Mimi na wewe tumekuwa waaminifu, yaani Mungu katuamini tulipookoka, hata akafanya mwili wako kuwa hekalo la Roho Mtakatifu, akafanya uh, mwili wangu kuwa hekalo la Roho Mtakatifu, tukapewa Roho Mtakatifu. Sasa hivi watu wanasoma nini jamii? Unaona miziki wanaocheza wa kina mama ndombolo hizo ndombolo, kwenye sherehe za wamama, unasikia sherehe ya wakinamama duniani, sijui sikukuu ya wamama wanacheza hapo eh. Ikifika tena sikukuu sijui ya Pentekoste

Watu wanaona nini jamani? Tuache usanii, tuache usanii eh, tuache usanii. Kuokoka sio usanii, sio kutafuta umaarufu. Kuokoka sio eti watu wanijue nimeokoka. Ah ah, wokovu ni barua, yaani hapa mimi nisomeke, nimeokoka ni kazini, wende mkaulize, useme yule kijana kweli kama mnasema ameokoka, tunaona hiyo tabia yake, maana afanani vitu kama vya kuonyesha. Aokoki mufike wapi? Yani huyu kijana he, yani wakimsema vibaya ni kumwonea, lakini kabisa kiali na matendo yake yaonyesha ameokoka. Yani hata kwa sehemu yoyote ambayo nishawaifika, wakitaja mabaya aseme haya, yani alifanyaga zamani, lakini kwa sasa tumeona amebadilika. Hapo kabisa, huyu mtu ameokoka. Sio usanii. Yani kwako unaniona nimeokoka, wakazini wanajua huyu mtu ajaokoka, wanyumbani wanasema ameokoka, wakanisani wanasema ameokoka, sijua kwenye sherehe wanasema ajaokoka, wenye pombe wanasema ajaokoka, steti ya mbali wanasema hatumwoni kwenye mambo ya kanisa. Sasa huu usanii huu utanipeleka wapi? Hey, ndugu yangu hey? kwenye bridal shower wenzako huko, sijui maleris wenzako

Mnataka ule kijana ah, ule kijana anajua sana kucheza. Mkitaka acheze vizuri, weka ule mziki wa Damond, weka ule mziki wa Alikiba, weka ule mziki sijui wa Weranson huyu eh, eh, kijana anakuaga anacheza hiyo mziki eh, kwa nini asicheze? Sasa ameokoka ah, anakuwa naokoka naye <laughs> jamani, sio hivyo. Watu wanaona nini? Heh? watu wanaona nini kanisani kwako watu wanaona nini? Na nyumbani kwako watu wanaona nini? Kazini kwako watu wanaona nini? Kwenye sherehe unakwenda, watu wanaona nini? Popote unapoalikwa, watu wanaona nini? Wote wanaona nini? Ukristo wa maeneo, ndugu yangu, achana nao hichi kitu. Si tuambiane kwanza, hmm? Tuambiane sasa. Sisi tunazani kwamba kuwa kanisa ni kuwa ndani ya jengo lakini hatujui kwamba injili inaanza kwa matendo. Kwa matendo yenu mema wamtukuze Mungu, na nuru yenu yangaze mbele za watu wapate kuyaona matendo yenu mema wamtukuze Mungu. Hatujui kwamba sisi ni chumvi ya dunia, chumvi ya ulimwengu. Chumvi kikosa ladha, ni kikosa ladha, sifai chochote sifai kwa kuungwa, sifai kwa mbogwa, sifai kwa kutunzwa, ni kutupwa nje na kukanyagwa. Yaani ndivyo ilivyo sasa. Kama watu wanakuona haufai nje ya kanisa, haufai kwenye michezo, haufai kwenye muziki huko, yaani hata kanisani haufai kabisa, haufai haufai, haufai. Kama kwenye sherehe za kina mama huko, watu wanakusoma wewe wa haujaokoka, hujue hata kanisani haufai kama kwenye sherehe za bridal shower, baby shower kama sherehe kama na hizo birthday parties, watu wanakuona hauokoki, hujue hata kwenye chumba cha maombi hauokoki. Hivo unaona eh, kwa hiyo watu wanavyokusoma ndivyo ulivyo hivyo ndivyo ulivyo. Unajua watu wanaweza, kuna watu wengine tunajua wanazingiziwa, lakini awezi ukazingiziwa huku unazingiziwa na huku. Nasema tu watu wanaona nini, kuna kuzingiziwa na kuona, wanakuonaje, wanakusomaje, how they read when they look this book eh? Sio kujaji book by cover. What they read inside. Yani, kwako wanaona nini, unaonyesha nini, hali yako inasomekaje Wakamwambia, Isaya anamuuliza Hezekia, watu wameona nini ndani mwako? Hezekia yu mwazi, yaani hakuna chochote ambacho sikuwaonyesha galani. Wameona kila kitu, waliona. Sasa nao, watu wanaona nini? Watu wameona nini? Kila kitu unachowaonyesha ni kitu gani? Ni wokovu au wanaona nini? au wanaona wewe ni kama kinyonga, si popo, si ndege, yani ni kama kinyonga, kameleho kemba. Ukifika kwa watu wa green, umekuwa green, ukifika kwa watu wa yellow, umekuwa yellow, ukifika kwa watu wa orange, umekuwa orange, ukifika kwa watu wa black, umekuwa black. You don't even have a color standard. Hauna, hauna, yani ulipotoka Afrika umeokoka, kufika Marekani umekuwa wakimini na sisi vimini Ukitoka kwa vimini unaenda kwa, kwa maombi umekuwa wa makanzu na sisi makanzu. Umetoka kwa watu wa maombi siujuu umeenda kwa wapi, wa, watu wa urembo makeup mamesha. Umetoka sasa hivi uko wapi sasa? Watu wanaona nini? Wanakusomaje? Unasomekaje? E, mpendwa, watu wanaona nini hmm? Ukristo wako wa maeneo, ukristo wa maeneo ulionao na umejaa sana Ukristo wa maeneo watu tulionao, hapa hapa nilipo mimi nakoishi vijana wenzangu hapa tulionao vijana wenzangu, wenzangu wa kike wa kiume, vijana wenzangu, watu wanakuonaje? Watu atu wanakuona nini kwenye vyumba vya maombi huko kwenye maibada ya maombi? Tunakwendaga huko tunakaa tunanyenyekea, tukifika hapa tunanyenyekea, lakini tukiangalia mastatus si zetu sasa, status zetu tunaposti nini? watu wanaona nini? Situsemezane tu eh? watu wanaona nini? na mahabari zinazokuja huko, au masherehe mnakoendaga huko kila siku, amkosi kwenye sherehe, mnaenda kwenye masherehe, mnaona nini? munaonyesha nini? watu wanasoma nini? Kuna watu wengine kuwataja wameokoka kwa steti zingine, watu watakushangaa kwenye steti, wameshafika kusema fulani fulani ameokoka, watu wanakuulizia fulani, nani huyu? Alikuwa hapa juzi ndio ameokoka, au aliokoka jana huko kwenu? Ndo alienda kuokoka jana? Hapana, tunaishi naye kama mtumishi mtumishi. Na ndio maana Ukristo hauna picha kwa mataifa, maana chumvi imekosa ladha. Ndugu yangu, nimekuja ni, ni hapa, sio kwa ubishi, sio kwa vurugo, sio sijui kama kukaripia, ni swali tu, watu wanaona nini sasa hiyo swali utajijibu wenyewe, nyinyi wenyewe mtajijibu, watu wameona nini? Kama na mimi, nyinyi mnanionaje? Sasa mimi nijibu, naonyesha nini? Kile nachokionyesha ni matunda gani ya wokovu au ya upagani? Mimi mwenyewe najijua ndani ya nafsi yangu, moyo lazima unijutie, moyo lazima ushuhudie ndani yangu, na moyo wakwako lazima ushuhudie. Sasa utakalia unajua Mungu anaangalia roho, Mungu anaangalia hivi. Hiyo ni ya kwako. Mimi nimeshauliza tu watu wanaona nini. Eh, mimi nimeokoka, nampenda Yesu. Wewe huyo ni wewe. Mimi nauliza watu wanaona nini. Ah, una hukumu? Mimi sija hukumu. Wewe, wewe ndio umeona hivyo. Mimi nauliza tu watu wanaona nini. Wewe si unaimba kwaya wewe? Wewe si mwimba kwaya, wewe si mtu wa maombi. Wewe si mtu wa kanisa sana. Wewe si mtoto wa mchungaji. Wewe si mtoto wa mama wa maombi. Wewe si mama wa maombi. Wewe si, si wewe si, si, eh? Mambo ya ibada ibada si ya kwako. Wewe si unasoma sana Biblia. Okay, sasa. Katika hayo yote watu wanaona nini? Watu wanaona nini? Paanda elele, lukambo nde elele, ele, maonde nde elele, boekia nde elele, bingi bingi nde elele. Ele. Watu wanaona nini? Nini sasa? Kwa yako ya nini? Kututishia tu unajua kuimba. Sauti yako tu ni nyororo, kwani ndo nini eh? watono na nini? Ndugu yangu mpendwa, mimi na wewe, mimi na wewe, tuangaze mbele ya mataifa, wapate kuona matendo yangu na ya kwako, wamtukuze Mungu. Hiyo waone matendo mema ya kwangu na ya kwako, maneno mema yenye kuhimiza yenye busara yenye hekima wamtukuze Mungu katika hayo, tutasomeka vema kwenye mataifa. Watu wameona nini? Ukristo wa maeneo hauna faida. Na Mungu atubariki. Nilitaka tu kuja kukuulizia na uchunguze katika hayo, wewe ni barua, wapaswa we nuru ya ulimwengu, wapaswa we chumvi ya ulimwengu, na ujue watu wameona nini, watu wanaona nini katika hayo Je, wanaona chumvi ya ulimwengu ndani yako? Wanaona hiyo nuru ndani yako? Wanaona iyo, wewe ni barua njema ndani yako? Kuna kitu chema kinatoka kwao, ili wakichukue wakae katika wema, au watu wanakusoma kwa namna nyingine na staili nyingine? Hayo ni mambo ambayo lazima. Hayo ni mambo lazima uyaangalie. Watu wanaona nini, ndugu yangu mpendwa Asubuhi ya leo, mchana wa leo, jioni ya leo, nilitaka tuambizane na tuimizane na kuulizana kuhusu hayo mambo, kwamba watu wameona nini? Asante sana, mpendwa, na Mungu akubariki, Mungu akusaidie sana, Mungu anisaidie sana, tupate kuyajenga hayo, na Mungu atubariki. Tutazidi siku nyingine, tuzidi kuombeana. Amen.